Zijue sifa za mwanamke ambaye yuko bora, ambaye kwa yeye lazima atatunza ndoa yake. Inawezekana mume wako ukimtazama unampenda, lakini unajiuliza ah. Kuna watu wanajiuliza, mbona napendana naye sana lakini baada ya muda kidogo ameniacha? Shida ni nini? Nataka nikwambie jambo hili moja, kwamba kumpenda kwako mwanamke, kumpenda kwako mumeo hakutafanya ndoa yako isivunjike, lakini elewa neno moja hili Umeagizwa sio kupenda, bali ni kutii. Na kutii ni nini? Basi kutii ni ile hali ya kwamba mume wako unajua kabisa na malengo aina fulani ambayo amepewa na Mungu, ana maono katika kichwa chake, nawe jukumu lako basi ni kukimbizana na kuhakikisha unakamilisha au unasaidia yale malengo ya mume wako. Unatii vile vitu ambavyo kimsingi mume wako anavitoa katika kichwa chake ili kuviweka barabarani, na wewe unaweka akili zako pale kusapoti, kuendeleza ili kuhakikisha mambo yale yanatimia na wewe utafanyika kwa mwanamke bora, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Maana Mungu ameagiza kwamba, mwanamke, mtii mume wako, na Mungu wa mbinguni atakubariki.